Kwa miaka ya nyuma, saa za mkononi na hata zile za ukutani zilikuwa na umuhimu mkubwa sana kwa maisha ya kila siku ya watu. Zilitumika kutazama muda, zilitumika kupanga shughuli lakini pia zilikuwa kama sehemu ya kuweka nidhamu ya matumizi ya muda. Lakini kwa hivi sasa, mabadiliko ya sayansi na teknolojia yamepelekea saa za mkononi kutokuwa na umuhimu kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa sasa mtu anaweza kutazama muda kwa kuangalia simu yake ya mkononi, lakini pia anaweza kutazama muda kwa kuangalia laptop ama kifaa kingine cha kidigitali. Si jambo la kushangaza kukutana na mtu amevaa saa lakini haifanyi kazi. Wengi wao kwa sasa wanatumia saa kama pambo la mkono na si kifaa cha kutazama muda kama ilivyokuwa awali. Mabadiliko haya yameleta changamoto hasa kwa mafundi saa ambao walikuwa wanategemea shughuli hii kuendesha maisha yao ya kila siku, lakini wapo ambao wameamua kuendana na mabadiliko haya kwa kutazama fursa nyingine, lakini pia kutokuacha kufanya shughuli hii ya kutengeneza saa. Nimejifunza kutoka kwa babangu mdogo, yeye ndo alianza toka miaka hiyo ya tisini tisini mpaka tisini na tisa akaachana nayo nikaamua sasa niendelee ni, ni kwenye ufundi e, kwa toka elfu mbili kumi na moja niko rasmi mpaka hii elfu mbili na ishirini na tano kasi imepungua maana ungekuja miaka kumi ya nyuma ina maana hapo ungekuta foleni ya wateja kila mmoja anataka atengeneze saa lakini sasa hivi kama unavyoona ingiatoka yaani e, unaweza ukamtengenezea mteja mmoja akapita masaa mawili Hakuna, yani movement imepungua kwa kweli, eh. Kwa hiyo wengine ni kama ulembo, hata akija hapa, bwana nipunguzie mkanda, hii saa mbona haifanyi kazi? Anaambia mimi navaa ulembo. Ni kazi inayomsaidia kuendesha maisha yake ya kila siku. Naweza kusema alhamdulillah, napata chakula changu cha watoto zangu, maisha yanakwenda. Na mjini nafahamika, kwa hiyo mtu akiniona fundi saa. Kwa hiyo hiyo ndio nachojivunia kwamba nikionekana kwa mjini watu wanajua fundi saa. Anasema changamoto ni sehemu ya kazi yake. Tam chungu ndo hiyo, mtu ameleta saa yake mbovu, naona saa ikisha kuja hapa mbovu, lakini anakuambia saa nilikuletia nzima. Naona kaleta saa itengenezwe, lakini anakwambia saa yangu haikuharibika kwa namna hii. Kwa hiyo hiyo ndo chungu wenyewe. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia yamemfanya kuwa na ubunifu mbadala tunatengeneza saa na spare parts zake kujiongezea kipato na tunauza saa za bei ya chini na bei ya juu kwa hiyo kuna saa hapo mpaka shilingi elfu sabini na tano kuna saa ya, ya, ya mtu aliye chini elfu moja na mia tano wastani wa mapato yake kwa siku yameshuka kutoka shilingi elfu arobaini kwa siku hadi shilingi elfu kumi na tano kwa siku theresia mwanga azam news morogoro